Utawala wa Rais Donald Trump umetangaza kuwa vifaa vya kielektroniki vinavyoingizwa Marekani ikiwemo simu za mkononi, monitor za kompyuta na vipuri mbalimbali mbali vya kielektroniki vitakuwa vimeondolewa kwenye orodha ya bidhaa zitakazotozwa ushuru mpya wa juu. Tangazo hilo limetolewa na Idara ya Forodha na Ulinzi wa Mipaka ya Marekani, CBP Ijumaa jioni. Uamzi huo unakuja siku chache baada ya Marekani kuweka kiwango cha chini cha ushuru cha asilimia 145 kwa bidhaa zinazoingizwa kutoka China, hatua ambayo ilitishia kuathiri kampuni kubwa kama Apple ambayo inazalisha karibu asilimia 90 ya iPhone zake nchini China. Utoaji huo wa msamaha unahusu bidhaa zilizoingia Marekani au kuondolewa kwenye magala tangu April 5. Wataalamu wanapendekeza kuwa hatua wa hiyo inalenga kupunguza shinikizo kwa makampuni ya teknolojia ya Marekani na kuepuka kupanda kwa bei za vifaa kwa watumiaji. Utafiti wa Counterpoint ulionya kuwa Apple ilikuwa na hifadhi ya bidhaa ya wiki sita pekee. Bila msamaha huo, bidhaa zingepungua haraka na kusababisha ongezeko la bei kwa wateja. Rais Trump alisema Ijumaa akiwa ndani ya Air Force One kuwa kungekuwa na baadhi ya misamaha kwa sababu za wazi, ingawa alisisitiza kuwa ushuru wa chini kabisa wa asilimia kumi utaendelea kuwepo. Wachumi wameonya kuwa ushuru wa forodha unaweza kuathiri vibaya walaji wa Marekani na kusababisha kushuka kwa imani ya watumiaji. Tayari baadhi ya wa Wamarekani wamekimbilia kununua magari na vifaa vya kielektroniki kabla bei haijapanda zaidi. Serikali ya Trump inasisitiza kuwa ushuru huo utarejesha ajira za viwandani nchini Marekani, lakini wachambuzi wanaeleza kuwa baadhi ya bidhaa kama vile vipuri vya umeme na microchips haziwezi kuzalishwa kwa urahisi nchini Marekani kutokana na gharama na utegemezi wa viwanda vya Asia. Tangazo hilo limethibitisha kuwa bidhaa kama hizo sasa hazitatozwa ushuru, hatua ambayo inaweza kuwanufaisha wazalishaji wa chip kama Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC,